Wazazi wengi kwa kutokuwa na uwezo wanawaambia wale watoto ambao wanafanya mtihani wa darasa la saba wasifaulu. Sisi tunao mfuko wa elimu, halmashauri inatenga fedha zake kuhakikisha kwamba wale wote wanaofaulu ambao wazazi wao hawana uwezo, kwa kutumia mfuko wa elimu huwa wanapewa mahitaji. Kwa hiyo wazazi tuwape watoto haki ya kuendelezwa kielimu. Elimu ni ufunguo wa maisha, lakini watoto wameleta ujumbe mwingi hapa kwamba tuwape nafasi ya wao kuweza kusoma. Watendaji wa kata na polisi kata, hizi kesi mzichukue na mzipeleke sehemu husika, muweze kumsaidia mtoto aweze kupata haki yake ya elimu. Kwa ulinzi wa mtoto unaanza na sisi wazazi na walezi, ambao tunawalea watoto wetu. Ukiona mtoto wako alichofanyiwa, sidhani kama kuna mtu anaweza akaja akakwambia tujadiliane hili tumalize, na wewe ukakubali. Tulikuwa tunapendekeza mtoto aweze mtoto aweze kushirikishwa katika upangaji wa bajeti, kwani tunaamini kwamba ili mtoto aweze kupata haki yake lazima aweze kushirikishwa katika hatua zote za jamii tuweze kuwepo katika upangaji wa bajeti kuanzia hatua ya chini mpaka hatua ya taifa e, lakini pia tulitaka kuhakikisha kwamba haki ya mtoto inaweza kulindwa kwa njia zozote na njia zote za ukatili. Katika swala zima la elimu, serikali inaweza kusaidia upatikanaji wa vifaa vya kujifunzia, mfano ongezeko la shule karibu na makazi, mabweni, maabara. Hii inaweza kupunguza mwanafunzi ku umbali anaokumbana nao nao pale anapotoka nyumbani mpaka shuleni. Pili, uwajibikaji, hii inaweza kusaidia kuonyesha serikali inayowajibika na kulinda haki na maendeleo endelevu ya mtoto.